Majibu ya vipimo daktari yako tayari, lakini mm, mmoja iko salama, mwingine kidogo hali yake sio nzuri. Una maana gani nestausi hapo ma, nani majibu yake yako vizuri na nani majibu yake yako tofauti? Hii nikifika pale nijue namna gani ya kuelezea. Kutokana na majibu ya vipimo vya damu, inaonesha kwamba, um, Joshua yuko salama, yeye, yeah yuko negative, lakini Maria yuko yuko yuko yuko, yuko positive, maanake ana maambukizi ya ukimwi. Ndu, unajua ni stausi, hii imekuwa ni janga la taifa. Yani mpaka na mwonea huruma yani, ni vijana wadogo sana, ujua yani kama yule yule yule binti ni mdogo sana, sasa hivi anakuwa na maambukizi ya ukimwi. Hii ni hatari sana, sema ngoja nitajipanga namna kwenda kuongea naye. Ah, kwa kweli hata mimi moyo wangu umeniuma sana yani nikiangalia ile matokeo ya yule binti, jamani, ni mdogo sana. Tatizo mabinti wa siku hizi na wenyewe hawajatulia, wana wanakuwa na wanaume wana, wana wana wengi wengi. ah. Yeah. Ukiangalia ni binti mdogo, hata miaka ishirini na mbili sidhani kama amefika yule, lakini ndio hivyo, tayari ana umeme yule <laughs> kama wetu nene, nikamwandae dawa zake za hey, alavi anze kumeza mapema mara ke, ndio hivyo tena, tushapoteza nguvu kazi ya taifa. Ah, samani kidogo nilikuwa nimewachelewesha, ah, nilikuwa nafuatia majibu yenu. Sasa majibu yako tayari. Je, mko tayari kwa ajili ya majibu? Ndiyo, tuko tayari kwa ajili ya majibu, maana tunapendana sana. Majibu utakayoyapata aina yoyote hayawezi kubadilisha upendo wetu, upendo wetu ni mkubwa sana zaidi ya yayo majibu. Kwa hiyo tuko tayari kwa majibu ya aina yoyote. Mimi na mwenzangu tumejiandaa kwa kila majibu kwayo, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kupokea majibu ya kila aina. Kwa hiyo daktari, tuwe tuambie majibu yetu. Okay, ipo hivi kwa wote mmeridhia kwamba niwapatie majibu yenu na mko tayari kwa ajili ya majibu ya aina yoyote, basi haina shida. Hiyo ni ni, ni hatua nzuri sana. Okay, ipo hivi kutokana uh, na mujibu wa majibu ya vipimo ambao tumepima inaonyesha kwamba uh, Joshua uko negative, manake hauna maambukizi aina yoyote, lakini bibie uh, Maria uh, kidogo kuna changamoto uh, inaonekana Maria wewe uko positive, ila Joshua yeye uko negative. Haya maneno daktari hata ningikia akilini hivi, eh, kwao mimi ni mwathirika jamani, hivi kuaje tena? <laughs> <laughs> Daktari utako umekosea vipimo. <laughs> mi sio mwathirika bwana, daktari umekosea bwana. <laughs> Pole Maria, acha kulia. Ah, lakini daktari, haya majibu natuvunja moyo. Ah, sijui itakuaje sasa. Ah, lakini Sawa, sisi tunapokea kama yalivyo. Aa, niwaondoe wasiwasi. Si yeye mtu wa kwanza kupata tatizo kama hilo. Kwa hiyo labda ningewashauri kitu kimoja. Hapo inabidi azingatie kwenye swala zima la kula, ale kwa wakati, afanye mazoezi, afya yake itarudi kuwa sawa tu. Na pia azingatie kutumia dozi kwa wakati. Sawa, daktari, sina shukuru kwa ushauri wako. Acha sisi tuondoke wana sizani kama nitaweza kuishi, jamani, siwezi nikaishi na huu ugonjwa, siwezi. Maisha yangu mi, siwezi nikaishi na ugonjwa. Jamani, natamani tanife tu muda wowote, nimeshachoka mimi jamani, ah. Oh, pole sana Maria, usijali, niko pamoja na wewe. Ni kwaidi kwamba nitakuwa na wewe kwenye hali yoyote. Hata kama ingekuwa ni mimi ambaye ndio mwathirika bado, ah, tungeendelea na penzi letu kwa hiyo mimi nimeweka nadhiri kwamba sasa nikakuacha kwenye hali yoyote ile, nitakuwa na wewe kwa mimi nitakuwa bega na wewe kwenye, kwenye kila hali. Auwezi ukajihisi uko peke yako, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Nitajitahidi sana kuzingatia kwenye masuala ya kula na mambo ya dozi, mambo yatakaa sawa tu, na kuna mtu yoyote atakayejua hili swala ni mimi na wewe tu. Ah, na hali yangu ilivyo hivi. Kwa hiyo kwa Joshua, utanisaliti? Naomba uniahidi kwamba hautokaoni nisaliti kwa mwanamke mwingine huu utakuwa wasiwasi wako tu Maria, ila mimi ni kuahidi kabisa, sitakuacha mimi sina muda wa kuwa na mwanamke mwingine zaidi yako. Kwa hiyo mimi niko na wewe tu, ondoa wasiwasi, mambo yote yatakuwa sawa. Okay, baadaye Maria, acha mimi niende kwenye mitikasi yangu ya kusaka hela, sinajua tena muda wenyewe umeenda huko. inabidi niingie kazini sasa hivi. Kwa hiyo tutaonana baadaye jioni. Daktari Chale, tazama sasa ni saa nne kasoro, muda umekwenda sana. Acha mimi nijiandae nile nyumbani yaani hapa na majukumu mengine, kama mama ananisubiri huko, kuna watoto natakiwa niandae kwenda shule, sinajua tena shule zenyewe zimefungua hizi. Wacha niwahi kwende nyumbani okay. Basi sawa, lakini mafaili yote ya wagonjwa si uliyapangilia vizuri tena, haswa kila mgonjwa na faili lake vyote vimepangiliwa kwenye oda oh, ambayo ime, imenyooka kabisa, yani iyo sio sio swali la kuniuza mimi. Yaani kila kitu nimekipangilia vizuri yani, kesho tu nikifika, tunaanza na yale mafaili yale ya muhimu kabisa. Kwa hiyo ondoa wasiwasi. A few moments later. Ah, mara pili, tena he ni stausi watu wanaona mara pili tena wewe, koma usijakuwa kibaka usiku wewe mm. Kulikoni tena, mbona usiku usiku unaelekea wapi kwanza Nilikuwa nafika hapo mtaa wa pili, lakini sio mbaya kama tukiweza uh, tukapata wasaa wa kuongea kama hautojali. Iwe uone aibu kuongea na mtu mzima kama mimi kweli eh? Hata uone aibu, uone haya, kijana mdogo kama wewe kweli utataka kuongea na mtu mzima kama mimi kweli eh? Hayo ukata kusema nini? Kio mtazame macho yako yang'aavyo methili ya jua. Yaani na uso wako unaonekana kama ni wa kizee lakini unavutia. Una ngozi nyororo sana kama ya uh, mtoto mdogo. Ujue uh, una moyo mweupe sana. Ndio maana umepata kazi ya unesi. Yaani wewe ni mtu ambaye unaweza ukatibu uka hata maradhi ya moyo. Yaani in short tu nimetokea kuvutiwa na wewe, tausi. Naomba nikubali, nakupenda. Mm, ah, pole kijana jamani. Auoni aibu. Na miaka kumi sijaambiwa ile neno nakupenda. Yaani mimi na mume wangu hatujaoa atakwambia mama usina kupenda mna nini? Yaani kila siku tu ni ugomvi. Lakini asante. Mimi mwenyewe nimeanza kujikuta naanza kupata ka feeling fulani hivi. Najua siwezi nikakuharakisha haraka uanze kunipenda, lakini naomba unifikirie, fikiria ile wazo wangu ambao nimekupa. Natambua na kwamba fika we ni mke wa mtu, na mimi pia nipo na mahusiano yangu na vizuri na kabisa, unajua hata hali yangu ya kiafya. Kwa kwa hiyo niko salama kabisa. Uh, kama utakuwa tayari mimi nilikuwa naomba tuonane sehemu nje na mazingira haya ofisi yao ya ofisi au ya mtaani, tuweze kupata wasaa wa kuongea vizuri. Hey, jamani, unataka kunitoa out hii nolaa? Kupenda damu changa jamani ha! Kwa hiyo unataka tuende sehemu gani? Mi niko tayari. Basi tufanye kitu kimoja kesho. Uh, naomba uwahi kutoka kazini mapema tu kwenye mida ya saa nane au saa tisa tuende zetu Mbezi Beach tuende tukale upepo wa bahari, au unaonaje? Hey, jamani, we damu changu, unanipeleka putaputa mimi mtu mzima. Um, kweye, nikafikiria kesho, nitakwambia nitakupa jibu kesho mapema kabisa hivi. Kwa nini Ntausi unapenda tupigizane kelele kila siku? Yani wewe ukurudi muda kama huu kweli, na unatambua kabisa ni mke wa mtu. Aya, angalia sasa, ni muda wote nimekaa sijaa chochote, mimi nitafanyaje sasa eh Yani mizee mingine hii yani wewe yani, uone we, ni kabisa, nimetoka hospitali na wagonjwa huko nimekaa nao muda mrefu hivyo nimechoka, alafu baada hata kunipa pole unaanza kunisimanga simanga tu eh. Wewe kwani wewe unajua kupika? Mikono hauna uende ukapike? Yani wazee wengine na mpala wao wanakera kweli yani, kila nikirudi wewe makelele ah. Ndio maana mimi naona kwamba tubwa nipate night shift nikae tu muda wote huko nisikie makelele yako bwana, yani unanikera sana wewe, una mikono ya kwenda kupika sisi nikapika mimi Toka lini mwanaume akawa anapika humu ndani hata kwa umeolewa sasa eh? Ah haya ah, bwana wewe, utajua utapika usipike, utajua mwenyewe. Mi nishachoka mwingine, nikapumzike zangu tu kwenda. Yani acha kunitisha kabisa, usinibabaishe wewe babu wewe. Hmm, nitokee hapa kwanza mimi hapa, usiniwekee kimavi mimi. Nataka nikae zangu hapa niwaze ni, ni, ni, ni vitu vyangu vya ofisi kwanza. Naomba nipishe hapa.